Salamu alaikum, wateja wetu, natumai hamjambo. Leo tumekuja kwa kukuonesheni bidhaa zetu za dukani na nguo za watoto. Tuna kila bidhaa. Ni kama hiyo, kama hiyo, ni nguo ya ni simple, unavaa sehemu yoyote una, kama kuna joto ni nzuri na bei rahisi sana. Tuna viguo vizuri, karibuni dukani kwetu. Wa ndani tuna nguo tofauti tofauti. Kama hicho ni kidera, anaweza kuvaa popote na hata kama sikukuu, anaweza kuvaa asubuhi. Ni nguo nzuri sana, ipo simple tu, pia anavaa sehemu yoyote ile. Kwa hiyo karibuni sana wateja wetu, tunawapenda. Ni kama hiyo, pia ipo simple, pia anaweza kuvaa sehemu yoyote, nzuri sana karibuni, tunawapenda jamani. Na hiyo pia tunayo, unavaa na tight, ipo fulia, unavaa na tight yake pia unavaa sehemu yoyote, haina joto, nzuri. Karibuni.